Gazi, ni mkuu wa hifadhi ya taifa ya Kitulo ni mojawapo ya hifadhi ambazo zipo kwenye zile ambazo zimetolewa kugombea kinyang'anyiro cha tuzo za World Travel Awards na tupo kwenye kipengele cha eh, Africa's leading honeymoon destination kwa maana ya destination ya fungate kwa Kiswahili. Kwanza kipekee nipende kushukuru uongozi wa shirika chini ya kamishina wetu wa uhifadhi Juma Kuji pamoja na bodi ya wadhamini inaongozwa na Jenerali J.J. Waitara kwa kututeua Kitulo kuwa ni sehemu ya kufanya launching ya kampeni hii ya Vote Now kwa ajili ya tuzo hizi ya World Travel Awards. Na sababu kubwa ambayo ilipelekea pia kuchagua Kitulo ni kwa sababu uh, mara nyingi ambazo shirika limekuwa likigombea hizi tuzo, uzinduzi umekuwa ukifanyika katika hifadhi za kaskazini. Na hata utalii nchini mwetu umeconcentrate sana kwenye hifadhi e, za kaskazini hasa kwenye ile game driving na utalii wa mambo ya wanyama wanyama. Kwa hiyo imeteuliwa e, Kitulo kama mwakilishi wa hifadhi za ukanda wa kusini Northern, uh, I mean southern circuits, ili kuweza pia kuamsha utalii katika e, ukanda huu wa kusini pia. Lakini pia imeteuliwa Kitulo kwa sababu ya upekee wake, hii ni hifadhi ambayo Aa, ni maarufu sana kwa ajili ya scenic tourism kwamba e, tuna mandhari nzuri sana, tuna maua mazuri sana e, kiasi ambacho imepewa jina la e, bustani ya Mungu kwa sababu ya maua yaliyopo, lakini pia tuna waterfalls za kutosha, lakini pia e, kiikolojia, e, tunaita ni Important Bird Area, kwa maana ni sehemu ambayo ni muhimu sana e, kwa ajili ya ndege ikiwemo e, ndege wanaohama kimataifa. Kwa hiyo ni hifadhi ambayo kweli ni nzuri sana kwa ajili ya mapumziko hususani kwa wale wapendanao na ndiyo maana tumeingia kwenye kategori ya eh, leading eh, honeymoon destination. Hivyo ningependa kuchukua fursa hii kuwahamasisha Watanzania wote watupigie kura na watembelee hifadhi hii. Hifadhi hii ni nzuri sana kwenye masuala yote ya mambo ya mapenzi, mapenzi, mahaba, masala ya upendo. Maua tunajua kwamba yanawakilisha upendo. Sasa ukiona hata wasanii wakubwa kama Mbosso ambaye ni naweza nikamuita mfalme wa nyimbo zinazohusiana na mahaba na mapenzi, anakuja kufanya shooting ya wimbo wake mzuri wa tamu katika hifadhi hii. Wewe ni nani mtanzania mwenzangu ambaye nataka kuboresha mpenzi lako? Kwa hiyo tunawakaribisha sana mje katika hifadhi hii. Kuna utalii wa aina mbalimbali hapa, mnaweza ukaendesha basikeli, ukafanya ukatembea, e, uka, uka, uka, uka, uka kwenye trails zetu tulizonazo hapa ukaenda ukapiga picha kwenye waterfalls, ukapanda farasi na kupiga naye picha. Kwa hiyo ni hifadhi ambayo kwa kweli, kama unataka uboreshe upendo wako, tunakukaribisha sana, na msimu mzuri ni kuanzia ile miezi ya late November, mpaka kipindi hiki cha April. Kwa hiyo vipindi vyote vile vya misimu ambayo ni maarufu kwa kuonyesha upendo kwa familia zetu, watoto zetu, wapenzi wetu, wake zetu, msimu wote umekuwa covered katika hifadhi hii. Yeah, Christmas utakuta maua mazuri, ukija wakati wa Valentine's Day utakutana nayo, msimu wa Idi, msimu wa Pasaka. Kwa hiyo tunawakaribisha sana na tunawasisitiza tupigieni kura, kuna QR code ambayo tungependa mshare wa Tanzania e, katika magrupu mbalimbali ya WhatsApp na platform mbalimbali mbali za, za, za social media ili kila mtu akisikani pale ataona prosesi nzima, namna ambaviwa, ya namna ambavyo ya kupigia kura. Ukipigia kura Kitulo, ukipigia kura na hizi hifadhi zingine zote, unakuwa umeliwezesha taifa lako kwa kiasi kikubwa sana kiuchumi kwa sababu utaifanya hifadhi zetu zijulikane sana, zipokee wageni wengi sana, na utakuwa umesaidia hata juhudi za mheshimiwa Rais katika programu zake zile za kutangaza utalii, Royal Tour, pamoja na filamu zingine zile za kuitangaza Tanzania. Unakuwa na wewe ume play part. Kwa hiyo unaongeza uchumi wa pato la, pato la taifa pamoja na uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja kupitia ile value chain ya kiutalii. Kwa hiyo karibuni sana, mtupigie kura Kitulo, karibuni mtupigie kura kwenye hifadhi zote za taifa ambazo zimeorodheshwa kwenye zile tuzo za World Travel Awards, na tunazihitaji sana kura zenu.